Umona kwa serikali na hatimaye kuweza kusababisha machafuko korgize nioshi amaipendeza sheria mbalimbali ambazo zinatumika katika uchaguzi. Lakini moja ya mambo aliyosema ni kwamba mkurugenzi wa tume uchaguzi akiisha kutangaza jina la mshindi hakuna sio mbinguni wala duniani unapoweza kulalamika. Ah, ni situmie muda mwingi ama nikee moja kwa moja ah, kueleza jambo ah, ambalo ninajionela muhimu sana kwa taifa letu, na nashukuru sana mkuu ah, wa mkoa kwamba anawakilishwa. Kabla sijasema sasa, niseme tena kwamba vikao kama hivi vya intafetu hasa yamuhiu kama hili, itakuwa ni wazo zuri afisa usalama wa mkoa akawa anakaribishwa rasmi katika vikao kama hivi. Basi kutokana na yote haya, ni pede kutoa mapendekezo yangu kama ifuatayo. Jambo la kwanza, ukweli ulio wazi, nchi yetu inevii nchi nivimba, hali sio nzuri, hali tete. Hali ya chuki ni mbaya sana, miongoni mwa dini, miongoni mwa wanasiasa, miongoni mwa wananchi, chuki ni kubwa mno. Na ukiingia kwenye kitandaha utakukua, chuki ni kubwa, hakuna heshima, hakuna upendo Bani naaali mitandao ya kijamii mtadhihirisha hiki ninachokisema. Baada ya kuzungumza habari ya uchaguzi, ninafikiri sisi kama viongozi wa dini tuzungumze habari ya meza ya maridhiano, tuzungumze habari ya watu kukaa pamoja kabla ya uchaguzi. Viongozi kama wa siasa waketi pamoja, tupone majeraha. Askofu amenye kwa sababu ya mambo ya kisiasa, mpaka leo hii hakuna majimu iliyotoka kusema kwamba ni nini kifanyika. Hakuna majimu inayosema, nayo yamechukuliwa watu, makanisa yamefungwa, mpaka tunapoongea hawa wako wanajulikana, wakahuu wapi? Tunapokaa hapa na kuzungumza habari ya uchaguzi, wakati serikali tokomatumadaraka haitatui matatizo haya. Mimi naona tunafanya dhambi na naona hatutendei haki Mungu na ninaona kama tunakuwa wanafiki, kwa sababu tunajaribu kuenda, tunajaribu kupamba kidogo wakati umetakiwa tuvitimu. Na niseme pia ya kwamba mambo ni makubwa, magumu, yanayoumiza moyo, maisha ya watu wanaotekwa na kupotezwa wakiwemo viongozi wa dini. Mchungaji mmoja Arusha, alitekwa amekutwa huku kwenye weske, inaumiza, inauneza, inasikitisha. Halafu ukija hapa kenega, tunaomba kura, nisikuelewe, nina kuomba tukae, tuzungumze sio aolisi sisi tunakuwa kaseni. Ukweli sasa hivi watu wanazungumza habari ya kupiga kura, kufanya maandamano. Na hilo watu wanasema tutaandamana. Sasa hivi tunasema ni kifa kwenye siku ya maandamano, naomba ijulikane kwamba nilikuwa, ilikuwa nalitetea taifa langu na mizigo inaendelea. Kwa hiyo sasa hivi wanakazae vijana wamejaa, wakisema mambo haya, na sisi ni viongozi wa dini tunawawakilisha watu hawa. Tunazungumza habari ya uchaguzi ambao unapimwa na kila mtu tunayemfahamu.